Sasa kama mwanzo lilikuwa ni onyo la maneno, nakupa la vitendo. Ukirudia tena natoa uhai wako.

Umetokea nini kwan, naulizeni yule, umetokea wapi? Wewe ulivyoweka karibu karibu, asi na chanya, ulikuwa nategemea kinatokea nini? Unamaanisha nini? Yani, yani, yani namaanisha hivi huyu anashindwa kujali maumivu yake, anachanganya maumivu yake na sisi. Tumetokea hapa na wakati ni mazingira ya nyumbani hapa, si ndio? Asinachanya kuzifananisha unategemea nitokea nini? Uangalie afya yako kwanza

vinge mitwe yasevapaga vinge valemelwa kolala vinge valiwaza vakopandika kine ikwava Bapandeke heshima iko joba yogakala ili upandishwe vodola lazima upite chini ya ubungu Shiamu Mahaba, we binti Samjo Pole sana na misukosuko. Jana sikufanikiwa kurudi msibani, na ni mara tu baada ya ile tukio lililotokea wakati tunaenda kuzika. Kama unavyojua shughuli zangu za ujumbe, nilipofika nyumbani nilikosa nafasi, maana nilikuta ugeni ni mkubwa sana. Vipi huko kuliendeleaje? Kwanza nashukuru sana baba, na ni mipango ya Mungu mbele yake kuhusu tukio lilotokea, kila mtu alikimbia kivyake kwa ajili ya kutatua hili tatizo. Mimi nilitoka kuna sehemu nilielekea, hivyo ndo narudi nyumbani, kwa kinachoendelea nitenda kujua huko pia. Usijali mzee wangu, kitakachojiri mimi nitakuletea mrejesho. Sawa, ila mimi kuna sehemu nakwenda, nikitoka hapo nitaenda nyumbani nikamaliza shughuli zangu nitakuja kuona baadaye. Kuwa mstahimilivu binti. Sawa mzee wangu, karibu. Mananifaa huyu inawezekana. Adela, Adela, it's me again, Mr. Bludan. I'm coming this now Vipi? Kwa hiyo ndugu yangu, kuita kote uko ndani kote, namaliza mafuta. Kumbuka uko ndani, umejikausha, ungelikuwa ungeitikia. Au ujui kama hapa Adela anaishi na ndugu zake? Unafika unaita Adela, anachukulia chikeni. Ungeita jina langu, afu ukaona kama sitoitikia

Adela yuko ndani. Basi kama uko ndani mboniji. Adela hayupo. Kuna shida gani? Ndio kuna shida. Kama yupo niti na michongo naye. Ndio maana nimetoka huko nimekuja hapa kumuuliza Adela na michongo naye. Sasa najua tena sisi watu wazito kidogo, kwa lazima tuwe na michongo maalum. Kama kuna mchongo unaweza kanipanga hata mimi, nitamuelekeza tu. Mm. <laughs> Nikuelekeze mchongo yangu. Ah, wewe. Uongo akiwepo yeye. Kama nimekwambia kama nimekwambia, kama yupo ndani c basi shega. Adela yupo na fresh. Shakira ndugu wangu, kama tulivyoongea, ni bora iwe hivyo, maana nikisema ukae hapo utakaa mpaka lini? Na mimi kama unavyoniona, ndugu yako na nguvu zangu kama zote. Kwa hiyo bora tu, kama tulivyoongea, ni kuruhusu na yeye kufanya mambo mengine. Nafukuza tena mimi, kajua nipo tena leo Ubaki <laughs> wala sio shida kama unavyoniona. Hapa nilipo mzee weta kupigana na pigana. Hmm. Yaani kama sija kutwa na hali yoyote mzima kabisa. Kwa hiyo kwanza pia nashukuru unamoyo wa kipekee yako rafiki yangu kwa sababu ni mtu ambaye umejitolea sana kwangu. Mhm, mm, shukrani kwetu ende ndugu yangu. Ah <laughs> naipo tukukumbukaye kule nyumbani maana unakaga hapo kimya utembeleta watu kwenye misiba unaenda, ila kwangu utaikuja. Wewe ni zoeti, unaanza, unanijua vizuri ndugu yako. Hapa mimi umbea ndo naupenda, na wewe mambo ya umbea sio vitu vyako. Kwa hiyo mimi natembelega tembelega, simenzi ombea ombea shakira. Hata ndugu yangu nikija kwako tena, mimi kungana na tv na mimi sio mambo yangu. Napenda kudamshisha, nyumba ikipoa nichangamshe. Ila usijali, nimejifunza pakubwa sana na umenifunza pakubwa. Kitokea shida, atakuwa tunatembeleana kwenye landa, kwa nakuja umenifunza kwa vitendo, mm, ila pia nakushukuru sana na sijui nikulipe nini kwenye hili. Aya bwana, acha mi niondoke zangu, tamsalimia shemeji akija. Haya, Mbwambo akija atachukuta kama sote. Haya haya. Saizi salama za uko tokako za uko tokapo? Ah, salama tu, isipokuwa makoroboi kaniambia ndizi zako atakuletea baadaye. hmm. Kuna habari gani? Ah, yuko papa mume wangu nimemwita Shakira. kwa leo Shakira anaondoka. Mimi hata sijaipenda kwa kweli yeah, fresh tu Adela yupo Anywemesha, naambia Abdela yupo keteaunundantea, ununda, ununda. Hmm. Pale Mungu anapogawa karama mbalimbali mbali. Hmm. Kuna watu wanafanya kazi maofisini, ukikuta kweli mwili unaruhusu, nakaa kwenye kitu na, na, na kitabu chake nakunia hapa tu kuna watu wengine wamebarikiwa, Mungu akawapendelea upepa biziko gunia mia tatu malipo buku. Sasa huyu akia Mungu eh, inaonekana kwa huu kaktus alionao, mi nampa cheo moja kwa moja mochwali kwenda kulinda maiti. Mm. kwa sababu kwa huu kaktus mm, acheki na watu

Ndio maana nikakwambia, nimemruhusu baada ya kuona mimi mwenyewe niko vizuri na uwezo wa kufanya kazi zangu zote hapa leo. Hata ukitaka tupigane kama mwanzo tunapigana. Nimemruhusu aende. Sasa kwani usingemwacha ende kuuguza kwanza, au hata ungemwacha leo, kesho, kesho kutonda. Ngondoka mbona haraka hivyo jamani? Sawa, na ndio maana hata sikutaka hata nyumbani wazazi huko waje. Nikawambia nisubilieni kabisa nijisikilizie, kwa sababu niliamini kabisa kwamba niko vizuri yani kama sijakutwa na jambo lolote. Sawa, kama mwenyewe umesema hivo, mi nibisha, nimekubalia na hilo ila, pia nilikuwa na kuomba mmewangu, nipe ruksa, kuna sehemu niende, ila sitochelewa kurudi. Kumekucha tena sasa, uende uende wapi? Wapi mwanamke? hivi kufiwa, tuna mtoto hapa majirani ndogo watakuangaliaje eh? Mimi mwanangu kaniruhusu wewe, natosha mimi. Siishi kwa ajili ya majirani hapa, mimi naishi kwa ajili yako wewe. Kwa nini tuwaekee hofu watu wengine? Alafu nishakwambia mimi na nguvu zangu, kwa hiyo naomba tu niruhusu. Mimi niende wapi? Mimi nikaenda kwa yule daktari wangu ambaye amenisaidia kujifungua wewe, nikamuulize kwani shida ni nini, mbona mimi yani siele, yani kwa wao fahamu wao na hizi ndio teknolojia wao watajua kuniambia mimi, kwa sababu sijielewi. Mtu anakitoa kujifungua, kuna hali anapitia, lakini mimi hali hakuna kabisa kwangu. Kwa hiyo nataka niende mwangu, nikaulizie shida nini. Naenda chap narudi. Sasa kama swala hilo halina tatizo, kama kliniki tulienda wote, basi hata kwa daktari abidi tulienda wote, kwa sababu natakiwa nifahamu mimi wako, kama kuna kitu kinakusibu au hauna tatizo, natakiwa mimi nijue. Unawezaje kwenda peke yako? Sasa mbona umeanza umeanza kwa mimi uniamini ya? Ah, hii kufuata nafasi tena tena imetokea wapi? Aya, ningekuwa naumwa tikitiki sawa, ningesema twende tuongozane. Nina nguvu zangu kama zote. Ah, wewe unataka kwenda wapi? Na mimi kule nilikuwa kuuliza maswali yangu, sisi wanawake. Ah, wewe mwanamume unoka nje utanielewa. Wewe nisubiri nyumbani. Mimi naenda chap narudi. Nikwambie kitu kipi? Nenda ulizike na roho yako. Eh. Kwenda umekasirika? Nenda mama wewe. Nawahi kurudi. Sawa, nenda. Kwa nini nimekataa? Mwana mshunda. No. Naam. Hebu, najua mimi kuna swala au analiwazia lakini silipatia ufumbuzi. Swala lipi hilo? Ni kuhusu mjumbe. mm -hmm. Kila tukimpelekea changamoto zetu hazitatui kwa wakati. Hebu fikiria. Kipindi kile tumempelekea ile swala letu la changamoto ya hapa shuleni, lakini kasema serikali haiamini ya uchao. Sawa basi tukakubaliana naye. Lakini pia tena tukampelekea swala la madam emfikiria mpaka leo hakuna majibu yoyote yaliyokuja. Ilo swali linanifanya mi nawaza sana. Au mwenzangu na mtazamo gani? Kiukweli ndugu yangu Mwalimu Jiwe, ili swala nami linanitatiza sana kwa sababu kila nikijaribu kubawabu siambui. Mjumbe anatuvunja moyo sana kwa sababu hizi kero zote tunazompelekea, lakini achukui reaction yoyote ile. Mimi nashindwa nimweke katika fungu gani. Kwa hiyo si wewe tu peke yako, hata mimi pia linanitatiza. For instance, angalia swala la madamu ni swala zito kabisa, lakini yeye ametake easy and so easy kwa sababu tulivyomfuata mjumbe tumemheshimisha, lakini hana ushirikiano. Ngazi ya juu inahitajika, tuchukue hatua tena haraka iwezekanavyo. Haswa nimependa sana ulivyosema tuame ngazi twende ngazi za juu kwa sababu naona kama tunachelewa. Mke wangu, Mama Kimboga, mjo Naona unatoka. Eh, naelekea kisimani kufuta maji. Sawa. Nimekuita hapa ili nikufahamishe kuwa mimi nitatoka, unaweza ukaenda ukarudi sinikute. Kuna safari nataka kuelekea safari? Ina maana unatoka nje kijiji chetu? Safari ni hapa hapa kijijini, maana kila ninavyopanga kuna jambo linatokea, sasa unakuta nashindwa kwenda. Ila leo nimezamilia ni lazima niende. Sasa kumbe ni hapa hapa kijijini. Sasa ungeenda tu alafu unarudi hapa kwako. Mke wangu, Mama Kimboga, ni wajibu wangu kila navyotaka kutoka ni kuage. Haya, sawa, mimi nikutakia tu safari njema kwenda kwako. Sawa, maana wanafunzi wanavyoshindwa kuwasili shuleni na sisi tutakuwa hatuna sehemu ya kufundisha maana yake tutakuwa na kijiji da, na sio kama tu tumeshakuwa na kijiji tayari sawa sawa. Na alafu msidhani kama serikali itaendelea kutoa mishahara bure juu yetu ikiwa hatufanyi kazi, tumfundishe nani? Madawati si kweli? hauna aunalionaje? Y yeah, sahihi sana. Mi nadhani tu ingia kwenye lowazo lako tufanye hivyo. Ya vipi leo kwa mamantilie au tutatoa kitu nyumbani? <laughs> Yamimezako, yaani nishaanza kupata wasiwasi wasi tena, maana kwa haya mauzauza katika hiki kijiji, kama na na isi kama nitatiliwa ndumba hivi, mia ya mambo nilikuwa nayasikiaga huko, na simu tuko tena na babu yangu huko kipindi hicho kijijini kwetu nikwetuko Magoroto. Sasa kumbe yapo we Hivi uchawi utawasaidia nini katika maisha yao haya hmm? Tuweache mi, nadhani tuende tutukapike wenyewe nyumbani. Basi sawa, tuende. Dada kuna kitu nataka unishauri nadhani unajua kabisa. Mimi na dadangu tushaudi pale nyumbani kwa mjomba. Na kabla ya kurudi pale nyumbani tulienda tena kwa ole mganga kwa ajili ya kuangalia kama zile dawa zinafaa tena kuhama kutoka kule kurudisha pale. Na akatuambia tu zinafaa. Lakini kuna jambo nilikuwa nataka nimueleze mganga. Ila nikaona hata moja kwanza nije niongee na wewe, alafu ndo nimwasilishie, jana wakati tunatoka msibani, kuna kijana tulipishana naye na yule, na kijana inavyoonekana ni mgeni hapa kijijini, ila nilitokea kuvutiwa naye sana, yani nilimpenda sana. Sasa nilikuwa nataka niende tena kwa yule mtaalamu kujua kwamba anaishi wapi, na je, anaweza kunisaidia yule kijana nikawa naye kwenye mahusiano. Kwao ndo nikaona nije kukuuliza wewe eh, kwanza mwenyeji wangu, je, kwa hilo yule mganga anaweza akanisaidia? <coughs> Usicheke dada yangu, nimeshapenda mwizia sio? So, kwama nakucheka kucheka? Hapana, bali tu unanishangaza. Yaani mtu humjui anaishi wapi, ametokea wapi, ana tabia gani, afu umetokea kumpenda? Yaani kuhusiana na tabia, tutajuana tukishaingia kwenye mahusiano kama ana tabia nzuri basi ni heri, na kama ana tabia mbaya nitajitahidi na nitafanya juu chini ili awe na tabia ambazo nazitaka mimi. Mapenzi upofu. <coughs> Haya, kuhusu swala la mganga kukusaidia wewe, ondoa shaka, maana yule mganga ni kiboko haswa, huwa ana na kitivi chake cha asili. Kwa hiyo ukimpelekea ilo swala ukamwelezea kinaga ubaga basi atakusaidia hapo. Kidogo moyo wangu umetulia, tena nimefurahi sana na ninakuhakikishia, lazima niende nikamweleze haya mambo ili anipe mwelekeo. Aya, sawa bwana mdogo wangu, nakuona askari bora kijiji. It's me again Mr. Budan. Tell me. Hivi wewe ndugu yangu, ulienda kusomea ugambo ili uende ukalinde majeneza ama ulienda kusomea ili kwa ajili ya nini? Misiba yenyewe ina mauzauza, umeona kabisa msiba una mauzauza, lakini wewe ndugu yangu umeenda. Hivi. Ngoja tu nikuulize Doris kiustaarabu. Kwa hiyo unahisi kwamba yule mimi maremka nikosea nini? Yule maremwa haja nikosea chochote. Kwanza kwanza, picha inaanza kwamba marehemu alikuwa ni mtu wa watu, marehemu. hmm? Alikuwa ni mtu atoani toani, kupe <laughs> mimi nimeenda kulinda pale kwa sababu ya ya, ya upendo wangu, huenda hmm? huenda tu siku moja nikaenda kule mbinguni nikakutana na yule marehemu tuka <laughs> tuka join kwenye group, si umeelewa? Kwa hiyo vitu vingine vingine naomba vipunguze tu. Asa, hapo mimi nimekosea wapi? Nikuulize tu mwenyewe <sighs> wenye msiba wenyewe wameshindwa kulinda jeneza lao, mpaka wamekuita wewe uende ukawasaidie kulinda. Uone kama umehatarisha maisha yako bila hata kufikiria eh? Haya, wewe, tatizo lako ndugu yangu, unakuwa ni mbishi sana. Niliongea habari za genge niliongea sana, ukaniona mimi kama sina akili. Leo hiki kiko wapi? Ilo genge liko wapi? Mm. Sasa picha sasa nimeanza kulipata picha kamili, ninaanza kuliona sasa kwamba kumbe adui ni ndugu yako, mchawi ni ndugu yako. Mambo yangu mimi naamini kwamba alikuwa amenyoka kama mbio za aptashumita mganga kulabwa mazoni yangu, unayona mara mwisho nilivyotoka hapa, na sasa ni vitu vile tofauti. Jana nilihudhuria msibani, wakati tunarudi niliongozana na mume wangu, ile nafika nyumbani tu kwanza, pole kwa kupoteza mtoto wako eh. Asante mshukuru. Haina haja ya kunielezea kwa sababu mimi nafahamu kila kitu, na mimi ndio niliweza kukusaidia. Na huyo mtu aliweza kukufanyia hivyo, alikuwa na lengo la kuweza kukuua wewe pamoja na, na mtoto wako, ila mimi ndio nilikusaidia wewe, na nilichochelewa ni kuweza kunusuru uhai wa mtoto wako japokuwa lengo langu lilikuwa ni kukusaidia wewe pamoja na mtoto wako. ni nani ambaye amenifanyia hivi na kwa nini? Kwa sasa siwezi kukutajia ni nani, kwa sababu bado sijamgundua, ila endapo nitafanya taratibu zangu na nikamgundua ni nani, nitakufahamisha. na kazi yangu niliokutuma siulifanya kikamilifu Kazi yako nilifanya kama ulivyoniagiza na sijakosea sehemu yoyote. Kutokana na kushirikiana kwako katika kazi yangu, nataka nikupatie na dawa ili upate mtoto mwingine kwa haraka. Ndio hivyo amitashumita, mambo yamenyoka. Kumbe wewe umeingiza kanuni yako na doti yako ukaamua kuja kuniharibia maisha, umenifirisha maisha, because for you is your bringing family, kwa sababu ndugu ndo anaweza kukufirisha mipango. Kwa hiyo dadangu, ndugu yangu, umenifirisha. Ndiyo. Eh? Yaani mimi unajua kabisa nilikuwa naumwa muda mrefu sana, nimeumwa mpaka nimekuja kutibiwa, nimekuja kuonekana na mashitani kichwani. Mimi mwenzio nawezwa kulala nikaota nikaona kitu kinachokuja mbele, sijui unanielewa, hadi yenyewe umu ndani unaiona ya mama. Mimi na yeye tunategemeana, lakini bado wewe ni mbishi. Sasa shauri yako, itakalo kukuta mimi sihusiki. Mm. Unanichenga, unanikwepa, umetumeka swala la mama hivi hivi, nisahau tu kwanza abaya kuhusu genge langu. Sasa nisikilize, nenda mwana kwenda, utarudi, utakuja unieleze kiasi gani nilichokipoteza hadi genge langu limedondoka, na uchawi wako ndio umesababisha. Eti mimi na majini naweza kuona mbali. Ah, ni ambia, kwa nini usingeniambia kwamba lile genge litadondoka kwa sababu ya ubishi wangu? Ningeacha kubisha hmm? why is personal my interview Hmm. Hmm. Wakati wakati huo ambao napitia maumivu makali ya usiji apama, sihitaji tena mtoto kwa sasa hivi, nahitaji kupumzika kwanza ili niangalie mambo mengine, ila nitakapokaa sawa nikiwa na uhitaji na mtoto, basi kwako nitakuja, mganga wangu kolabo. Sawa. Naomba nikuahidi jambo moja, kuanzia sasa, muda wowote na wakati wowote, ukihitaji msaada wangu nitaweza kukupatia, na msaada ambao nitakupatia utakuwa tofauti na watu wengine, bila kukudai gharama yoyote sawa? Kwa hiyo sasa hivi huto unihusisha na jambo lolote linalomuhusu madam. Ina maana kwa kazi yangu uliifanya tayari, mimi nimeshamaliza kwa upande wangu. Ndiyo, kazi yako ushaimaliza uko kwingine nitamalizia mwenyewe sawa. Asante kwa kuokoa maisha yangu pia kwa kunipa nafasi nyingine. Sawa, karibu. Enyi mzimu mlioko ndani yangu, naombeni mnisamehe kwa kuto kumwambia ukweli huyu binadamu, kwa sababu naijua roho yake ana roho ndogo. Endapo nikimwambia ukweli, hatuweza kuliacha ile jambo, na hii ni kwa usalama wake. Dunia tujaimaliza, kuna vitu chini uvungu tujaviona, watu wanaobadili mchana kuakiza maubaya wa mwachi mungu wanalipiza watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma wanasoma elimu ya watu wazima yani vituko sijapata kuona wanaitwa mekwa. mekwa kuna fimbo ya ajabu inayoweza kugeuka nyoka yani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa